Mambo vipi, mtongo wa nguvu, ni mimi mtangazaji wako kwa Kevoo TV kukuburudisha. Usisahau ku subscribe channel yetu na ku like na ku share na ku comment ili kupata habari za zote trend mtandaoni zaidi na zaidi. E bwana, habari kubwa trend mtandaoni inaongelea Kibu Denis. Wengi tunamjua Kibu Denis ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana na ni mtu ambaye anategemewa na klabu ya Simba kwa sababu bwana anajua kufanya vizuri na anafanya vizuri. Pia ni mtu ambaye kusema kweli anajua kazi anayoifanya ukiwa uwanjani. Kibu Denis bwana, abijali wa sana, ana nguvu nyingi sana na ni mtu pia, akiliona goli, ni mtu ambaye lazima atupie Kibinenisa sana mchango mkubwa sana hapo Msimbazi. Lakini bwana habari ambazo zimetrendi sana. Tunajua kabisa Kibu Dennis alifyona baba yake akaenda kuzika. Sasa amekuwa kidogo kuna kipengele kwa upande wa Simba, kwa sababu Kibu Dennis ni mchezaji ambaye kwa kweli anawabeba sana Simba tena sana sana kwenye timu za kimataifa. Tunajua kabisa timu za kimataifa kule ameshinda sana, kushinda kwa kidogo kidogo sana, kwa sababu amekuwa anawatesa sana wapinzani kule kimataifa. Amekuwa ni mtu ambaye lazima wasulubu, lazima afumanie nyavu. Ni mchezaji ambaye ana umakini sana akiwa katika mechi za kimataifa. Lakini bwana, tunajua kabisa sasa hivi hajacheza za mechi mbili na hizo mechi mbili, Simba ametoka kupoteza. Tunajua mechi ya nyumbani huko wamepoteza moja bila. Kule ugenini wamepoteza mbili moja. Kibu Denis sisi sote alikuwa yupo, lakini akikwepa angekupa mchango mkubwa sana kwa kuipambania Simba. Watu wengi wanasema umuhimu wa Kibu Denis unaonekana, pengo la Kibu Denis linaonekana, ni mchezaji ambaye kwa kweli tulikuwa tunasema tunambeza sana ni mchezaji wa kawaida, lakini pengo lake limeonekana na umuhimu wake umeonekana kwa sababu Kibu Denis kwa mechi kama hizi bwana za kimataifa, ufumania nyavu ni kitu kidogo sana, ni mtu ambaye anajituma sana, ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana, anajua kitu gani anachokifanya akiwa uwanjani, lakini hapa imekosekana, tumechembeli imekuwa kibarua kikubwa sana tumekuwa ni watu ambaye tumepoteza matumaini kabisa